sana katika chaneli yangu ya mwalimu Roda mimi ninaitwa Roda Josefu ni mwalimu kitaaluma mwenye upendo mkubwa kwa watoto na elimu yao tangu wakiwa wadogo kupitia elimu yangu na uzoefu mkubwa niliokuwa nao nimegundua ya kuwa mtoto anaweza kujifunza kwa furaha ikiwa tu atafundishwa kwa njia sahihi pia nimegundua kuwa wazazi wengi waliopo majumbani wanatamani sana kuwafundisha watoto wao baada ya kurudi kutoka shuleni, ila wanashindwa kulingana na kukosa kujua mbinu ambazo watatumia kuwafundisha watoto wao au wanafunzi. Ukiachana na hivyo, pia walimu wengi wa elimu ya awali au kindergarten wana uhitaji mkubwa wa kujifunza mbinu mbalimbali zitakazowasaidia kuongeza ufanisi zaidi wa mafunzo kwa watoto. Ndio maana nimeanzisha hii channel ili kushirikiana na wewe mzazi, mlezi au mwalimu mwenzangu kujifunza mbinu mbalimbali za kufundisha watoto wetu kwa njia rahisi za kuwafundisha na zenye matokeo bora. Katika channel hii utajifunza njia rahisi za kufundisha watoto kama kuandika na kusoma, michezo ya kielimu inawasaidia watoto kujifunza kwa haraka, maarifa ya malezi ya kielimu kwa wazazi na walezi na mambo mengine mengi kuhusiana na maendeleo ya mtoto. Kama wewe ni mzazi mwalimu na mpenzi wa elimu ya watoto, hii ni chaneli ambayo sio ya kukosa, kwa sababu itaenda kukusaidia kuweza kujua mbinu mbalimbali ambazo utatumia katika kumfundisha mtoto wako ili aweze kuwa bora zaidi. Usisahau kusubscribe kubonyeza kengele na kushiriki video hizi kwa wengine. Kwa pamoja tunaweza kuwasaidia watoto wetu waweze kuwa bora zaidi. Asante kwa kutazama, tuanze safari hii ya elimu kwa upendo na maarifa. Mimi ni mwalimu Roda, karibu sana, tuonane video nyingine inayofuata.